Hello guys. Leo nitawafundisha kuhusu fair value gap. Fair value gap ina maana gani? Fair value gap ni sema ambapo, kama kama neno lenyewe lilivyosema, kuna gap, yani kuna gap. Sasa hilo gap ni la maana la, la namna gani? Price ikiwa ina move, mambo yanatakiwa ya balance. Sisi ni sema hivyo ndo itaeleweka. Au niseme big move ikitokea, lazima itokee move ya opposite direction, walau izibe some gaps, kwa sababu zinakuwa kuna gaps zinaachwa. Hizi gaps zinaleta zina insufficiency au imbalance kwenye soko, mnaone. Kwa hiyo unakuta kule kutokuwa kuto kubalance kwa soko ndo kunafanya price irudi tena hapo hiyo sehemu ya kwenye fair value gap, ili zibe lo gap, alafu ndo hi, iendelee kwenye direction ile no. Kwenye unaona, kwa sababu ikienda huku imeacha hiyo fair value gap huku nyuma, kuna kuwa kuna imbalance, kuna kuwa kuna nisemaje, imbalance kwa Kiswahili, sijui nitumie neno gani, ni. Ni, ni, ni, ni, ni, kama vile sijui ni, ni sijajua neno gani la kutumia kwenye Kiswahili lakini hivyo, kuna kwa kuna imbalance unaone. Kwa hiyo hiyo imbalance ndio inasababisha price irudi hapo kwenye fair value gap, alafu ina iendelea tena kwenye direction kwa niendelea. Yeah, sometimes unakuta ni kwa sababu kuna orders ambazo zilikuwa hazijawa fulfilled au kama ni ni sema mbako traders wengine nao wanakuja wanaingilia hapo, na hata baadaye, the big traders, hiyo sehemu ya fair value gap inaweza inawezekani sehemu muhimu kwa kuja ku, kuingia kwenye market. Unaona. Kwa hiyo sasa, ni vizuri na sisi tukiijua, ili na sisi tuitumie trade na mataasisi makubwa, makampuni makubwa, ili tupate profit. Sasa, kwenye chart fair value gap, unaonaje? Fair value gap inatokea pale ambapo candlestick imefanya momentum, inaweza sio kubwa sana lakini zile candlestick za jirani yake, ile candlestick ya nyuma yake na ile candlestick ya mbele yake, unakuta hazija hazijalingana kuna namna fulani zimepishana. Nitaonyesha mfano hapa, au walau basi hata zile week zake, sio lazima tu candlestick body, walau hata ile week ziwe zime zimekutana. Sasa unakuta fair value gap, kwenye fair value gap hamna chochote kicho kutana hapo. Mfano mzuri ni huu hapa, japo ni, ni padogo ila angalia hii candlestick hapa, unaona hii candlestick ya nyuma yake ni hii na candlestick ya baada yake ni hii hapa. Sasa so, ukiangalia hizi candlestick ya baada yake na kabla yake hamna namna ambazo hazijakutana vizuri. Unaona hapa katikati hapa hii wiki yake imeishia hapa na huyu wiki yake imeishia hapa. Kwa hiyo sasa hapa katikati kwenye hii nafasi kati ya hizi weeks mbili, kwenye hii candlestick ya hapa katikati, hii ndio fair value gap. Unaona kuna kwa kuna nafasi imeachwa hapa. Unaona mfano mwingine uko wapi? Mfano mwingine hata hapa hivi, kwenye hii candlestick hii hapa. Hii candle stick wiki yake imeishia huku hii nayo imeishia hapa kwa hiyo hapa kuna gap. Hii nayo ni fair value gap. Kuna nyingine hii hapa. Hii candle stick hapa. Hii candle stick wiki yake imeishia hapa. Hii nayo imeishia hapa kwa hiyo hii ni gap. Unaona mfano mwingine. Mfano mwingine kwa kwenye hii candle stick hapa. Hivi unaona hii. Hii candle wiki yake imeishia hapa na hii wiki imeishia hapa. Kwa gap. Huku baadaye, huku market, karudi hapa katikati, kuna gap na ndio maana fair value gap nyingine huku chini au huku chini imefulfill orders zizokamilika, ikaja ikapanda juu, tunaona ka, ilikaja ikarudi tena mpaka juu sana huku hivi alafu ndio kaja kaendelea huko. Kwa hiyo tunaona hii imekuwa mitigated, imekuwa fulfilled. Unaona, ndio maana price ikarudi tena huko juu, alafu ndio kama inakuja kutafuta huko kitu kingine, kama ni order block au kama ni fair value gap nyingine, ndio unaona inarudi tena huko. Lakini lazima fair value gap ije izibwe, kuna kuwa kuna, kua, kuna orders ambazo zimebakia na kunakuwa kuna pending orders za watu traders wengine hizi, hizi fair value gap. Kwa hiyo inakuwa ni kama sumaku inavuta price irudi hapa, kama, kama ni profit waliochukua mapema, kama kuna ambao wameholi na maisha, sasa hivi imerudi tena iko kwenye negative, ila naona ni sehemu nzuri ambayo unaweza kuchukua trade na kuzichora kuzimark, tuna mark vile vile kama order block. Tunatumia rectangle tool then ifute hii hii hapa, inakuwa ntumia kuonyesha tu kama pointer. Kwa hiyo tukichukua rectangle tool yetu hapa, tunaweza tukamark hapa hivi, nieke vizuri unaona hivyo. Kwa sasa kama mnavona hapa, ndo kwenye fair value gap yetu, price ikaja ikafika hapa alafu ika ikapanda huko juu, tunaona. Unaona kama ni wick tu pekee yake, lakini price ilikuja huko juu. Hii ni highest price ya hii candlestick hii nyekundu hii, unaona kwa price ilishoot sana na ikarudi tena, mara ya pili ikafanya the same thing, kama vile mara tatu. Unaona hizo wicks tatu, alafu baada hapo ndo imekuja imeshuka ime zaidi huko kama ndio itaenda kuja kutafuta hizi za huku chini, au kama ni order block huku chini, hivyo vyovyote vile. Haya, fair value gap nyingine huku chini iko wapi? nizie nizowaonyesha, kuna hapa Ngoja niweke sawa hii hapa mone. Alafu kuna hii nyingine huku chini, nilionyesha somewhere hapa. Hivyo imeenda wapi tena? Ya yeah. Hapa unaona, kwa hiyo tukiangalia kwenye hizi fair value gap sasa, kulingana na principle yetu, price ina uwezekano mkubwa wa kuja kwenye fair value gap yetu hapa au hii hapa chini, halafu ikaendelea tena juu. Unaona, haya faida ya fair value gap ni nini? Ya kwanza ndio hiyo, price inaweza tu ikaja ikafika tu kwenye fair value gap, halafu ikaendelea ikaenda kwenye direction ambako inaenda. Unaona, kwa mfano kama hii hapa hii ni ya bullish bullish bullish fair value gap unaona, ina favor the bullish side kwa sababu ipo kwenye candlestick ya bullish unaona. Kwa hiyo price ikifika hapa tunategemea kwamba itarudi itaendelea bullish ita rise, unaona, the same does kwenye hii hapa nayo ni bullish nayo ni bullish unaona, fair value gap lakini, ingekuwa ni kama kwenye candlestick ya bearish kwa mfano, kama tuangalie candlestick hii hapa hii nyekundu hii unaona, candlestick nyuma yake hii hapa wiki yake imeishia hapa. Hii iliyofuata wiki yake imeishia hapa, unaona kwa kulikuwa kuna gap fulani hapa, japo sio kubwa sana. Nyuma yake iliyokuja imekuja mpaka kwenye hii fair value gap unaona, alafu ndo ika drop tena huku chini, so ni sema ambayo ni muhimu. Na hii hapa ni mfano wa bearish fair value gap kwao nimerudi the same does hapa ni bullish. Unaona imeingia kwenye fair value gap hapo, ikaenda bullish. So, hizi fair value gap hapa chini na zenyewe ni bullish. Kwa hiyo tunategemea price inaweza ikaje karudi hapa kwenye either hii hapa ya kwanza au hii hapa ya pili, alafu ikarise. Staili ya kutrade fair value gap ni vile vile kama kwenye order blocks. Baada ya kuchora hivi, unaweza ukaweka mstari wa nusu ya hii rectangle Alafu price ikifika zaidi ya nusu ya iyo rectangle ndo ukaingia kwenye trade, alafu stop loss yako ukaweka nje ya hilo rectangle, alau ukaacha nafasi kidogo, alafu take profit kwenye another key level, kama ni swing high au swing low, inategemea na hiyo fair value gap ni either bullish au bearish unaone na unaweza ukatumia pia ile staili ya kwamba oda zako ikigusa tu pale juu kaingia, its okay, hamna shida. Utaweka ikifika okay, katikati ya rectangle tool yako au ikifika nusu yake, ya, ikifika katikati yake au ikifika tu juu yake pale mwanzoni tu, its okay, ni wewe mwenyewe tu. Stop loss nje kidogo ya hiyo rectangle, alafu unaacha nafasi kidogo, maana inaweza kapitiliza kidogo alafu ndo ikaenda direction yako. Kwa hiyo kama umeweka stop loss karibu sana, inaweza ikaalamba stop loss afu ndo ikaendelea. Faida nyingine ya fair value gap ni inaweza ikaambatana na order block, na mara nyingi ndo inakuwa hivyo, huwa inaambatana na order block, na ikiambatana na order block basi inakuwa inadhihirisha kwamba ile order block itakuwa ni ina nguvu zaidi, unaone Principle moja hapo au kitu kimoja hapo kinachofanya order block hii ionekane kwamba ina nguvu zaidi kuliko order blocks nyingine ni fair value gap. Kama order block inambatana na fair value gap, basi hiyo order block itakuwa ina nguvu zaidi. Kwa mfano, kama hapa chini. Hapa chini kuna order block hapa, na kuiona vizuri, labda niende kwenye time frame ya juu yake, 4 hours, ngoja tuangalie. Sasa hapa kidogo niliwaambia kwamba tunaangalia ile candlestick ya, ya nyuma kabla ya, ya big move candlestick ya nyuma yake hapa hii, ni, hii hapa. Lakini sasa hii, ni candlestick kubwa sana ina fair value gap nikubwa. Hii imeishia hapa hii, hii na hii candlestick yake ilofata nyingine ni hapa, unaona imeshia hapa. Kuna fair value gap kubwa sana hapa, unaona na ndio unaona price inarudi hapa ndani, probably inakuja mpaka kwenye order block huko, afu ndio iendelee. Lakini sasa ili kufanya order block iwe kidogo nzuri, kwa sababu hii ni kubwa sana hii, tunataka order block ambayo kidogo ni ndogo, ili kama ni kuweka entry tuweke entry ambayo ina stop loss nzuri na ata profit nzuri, kwa hiyo hata ile risk reward ratio iwe nzuri. Kwa hiyo tunachokifanya anza kuimark hii, hiyo candlestick ambayo ndio ya order block, alafu nitaonyesha tunachokifanya ili kuimprove iwe nzuri zaidi. Haya, hii hapa candlestick yetu. Ukishaimark kama hivyo, shuka time frame ya chini. Kwa hiyo tuseme 21 hours time frame none hii candlestick unaona ile candlestick kubwa ile. Tunaitafuta sasa namna ya kuipunguza. Mnaona kwa hapa tulivyokuja kwenye time frame ya huko chini, tunachoweza kufanya ni kwamba tukaangalia sehemu ambako kuna candlestick ile ya bearish ya mwisho zaidi non. Na ukikao ukiangalia ni hii hapa. Hizi rectangle zimeingiliana hizi si. So, haribu hizi zilizopita hizi. Uh, nizinguja tu ni tufuni ichore upya haya. Tunaweza tukaichora kwenye hii hi, kuna rectangle fulani hapa hivi, kuna nanili candlestick ya bearish ambayo inaendana na ile kwenye ile time frame kule, unaona hii hapa, unaona. So hapa tunakuwa tumeipunguza order block yetu, inakuwa ni ndogo. Hata ukija huku hivi, unaona ipo ndogo kuliko ile ya mwanzoni, ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa hapa hivi tukija hata kwenye one hour, tunategemea sasa price ina uwezekano mkubwa wa kuja mpaka hapa kwenye hii order block hapa unaona, kwa sababu gani? inambatana na fair value gap. Si fair value gap ya kwanza imekuwa filled, kuna fair value gap nyingine hapa, kuna fair value gap nyingine hapa, alafu kuna order block hapa chini, kwa inawezekana mkubwa kuja kwenye order block alafu ndo ikaendelea. Ukiachana hivyo ukirudi nyuma zaidi, kuna fair value gap nyingine hapa, je, tuichore hapa hivyo, na kuna nyingine ipo huku chini. Yani ziko nyingi fair value gaps, unaona, ila the point is kuna uwezekano mkubwa wa price kuja kwenye order block afika endelea unaona. Na hiyo order block, kwa nini inakuwa na nguvu? Kwa sababu ina fair value gaps, unaona. So, ukiunganisha na knowledge ya order blocks niwafundisha plus fair value gap ambao hii nawapa sasa hivi hapa, natumaini ita improve kwenye trading zenu. Hata kama kwenye kutafuta order block, basi kwa sasa hivi utakuwa unajua kabisa kwamba order block hii ina nguvu, order block hii walau haina nguvu zaidi kulingana na hii nyingine, kwa sababu hii moja ina fair value gap na hii nyingine haina. Kama mna maswali, inaomba muwe huru kuniuliza.